Mina nafikiri kwetu sisi ilikuwa nzuri kwa mechi ya kwanza kuweza kupata magoli matatu, lakini naweza kusema bado bado hatuja hatujakuwa na uhakika wa kuingia. Tayari tumekushaegeza mguu mmoja, kwa sababu tuna tuna uzoefu na mashindano haya na situation stress, kama hii ilisha ilishawahi kutukuta ilishawahi kutukuta ya. Kwa hiyo hatutaki kurudia makosa kama haya. Kwa hiyo tunaenda kuingia kama tunakwenda kuanza mchezo upya katika mechi ya kesho kwa kwanza <coughs> kuupia mchezo kesho ya yeah, ni kweli tunaingia tukiwa tuna goli tatu. Kitu cha kwanza kabisa tuta tunahitaji tupate magoli mengine zaidi lakini tusiweze kuruhusu goli hata moja. Kwa hiyo tutaingia kwa umakini mkubwa sana kwa kuweza kuweza kupata matokeo hiyo nyumbani, lakini tusiweze kurudisha tusiweze kuruhusu goli lolote katika upande wetu. Nafikiri kuteuliwa kuwa miongoni mwa vilabu bora haijaja bahati mbaya, ni kazi ambayo klabu imefanya katika mashindano ya nyuma. Kwa hiyo kitu kizuri ni kuendeleza yale mazuri. Kwa hiyo sisi tunataka tuendeleze haya mazuri ambayo, kama walivyosema, tuweze kuendelea kufanya vizuri kwenye mashindano haya na tuweze kupata kupata tuzo kama hizi ambazo zinatu ziko mbele yetu. Nafikiri mpira ni mchezo ambao una moment nyingi sana, ni mpira ambao huwezi kucheza katika style moja katika dakika 90. lazima moment zote zilivyowepo, kuna kipindi utampinzana atakubana, utacheza long ball, kuna kipindi utacheza. Kwa hiyo nafikiri ni vipindi ambavyo vilitukuta katika katika mechi iliyopita, lakini sisi kama Simba tunapenda tucheze mpira ambao ni mpira wa pasi, mpira wa kunani. Kwa hiyo nafikiri tulivyorudi kwenye uwanja wa mazoezi tuliweza kufanyia yale ambayo tuliona hayakuwa mazuri katika mchezo uliopita, na yale mazuri tuliweza tuliweza kuweza kuyaongezea. Kwa hiyo nafikiri mechi ya kesho itakuwa ni mechi tofauti kabisa, tofauti na mechi ambayo iliyopita. Ya swala la nangu iko vizuri majabiri, e, kishaanza mazoezi sasa hivi ni swala tu la kutafuta fitness level yake, lakini tayari majeraha yameshamwachia na sasa tupone mazoezi